Wenyeji wa maeneo ya Mukurweini alikotoka Mama Lucy na Othaya wangali wanaeleza hisia zao kutokana na kifo chake na kumtaja kuwa mama mpenda maendeleo. KTN ilikutana na jamaa mmoja aliyesema kuwa Mama Lucy alikuwa mwalimu wake katika mwaka wa 1958 na katika shule ya msingi ya Muhito. Carol Nderi ameandaa taarifa hiyo mjini Nyeri. Katika pilikapilika pilika zetu za kila siku za wanahabari tunakutana na bwana Richard Wahome Muturi anayetusogelea karibu na kutuarifu kuwa marehemu Mama Lucy Muthoni Kibaki alikuwa mwalimu wake katika shule ya msingi ya Muhito katika mwaka wa elfu moja mia kenda hamsini na nane. Nampenda sana kwa sababu kama ni multiplication ilikuwa ngumu na eh, na hesabu ya kudivide ilikuwa ngumu na lakini Mama Lucy aliweka kwa Wahome baba ya watoto wanne kutoka Gekondi, Mukurweini, alitueleza kuwa aliifahamu sana familia ya John Kagai, baba ke Lucy aliyekuwa kasisi wa PCEA. Na je, kwa kuwa Lucy Muthoni Kibaki alikuwa mwalimu wake, huenda alionyesha ukali kama ambavyo Wakenya walikuja kumfahamu Lucy katika miaka kumi aliyohudumu kama mama wa taifa? Akiona wewe anataka uwe aficha zeteza na wewe unakataa, lazima mpabane. Nyumbani Othaya kwa rais mstaafu Mwai Kibaki hakukuwa na mengi yaliyokuwa akiendelea, ila ulinzi mkali. Lakini karibu tu na boma ya mzee tulikutana na Kennedy Michael Getonga akichuna zao lake la majani chai. Je, uhusiano wa Lucy na, na majirani wake ulikuwa upi? Lucy hakuwa na mambo mingi na watu, alikuwa tu mtu mtu mzuri. Nyumbani Mukurweini pia hakukuwa na mengi yaliyokuwa akiendelea nyumbani hapa ni mfanyi kazi tu anayeishi hapa. Padre Peter Gethenji wa kanisa la Katoliki akieleza kuwa familia ya Kibaki ambayo hufuata dini ya Kikatoliki iliyohusika sana na mambo ya kanisa hasa Mama Lucy mwenyewe. He has always supported the Catholic Church uh, in the, in all her factions and we are very much saddened by the demise of the, the former first lady, Mama Lucy Kibaki. Sawia na sifa ya wanawake wa Nyeri kuwa huenda ni wakali lakini wanapigania wanachoamini kuwa chao, wenyeji wa Nyeri wanasema kuwa walivutiwa na ukali wa Mama Lucy na ushujaa aliyekuwa nao. Ni eh, shujaa kabisa, manake ile mambo anayofanya eh, si mama wengi wanaweza kufanya hiyo hiyo mambo enyewe, analinda mali yake simukari. Yeah, she taught me to stand out, not to fear. Yeah. Tarehe ya mazishi haijabainika, lakini kulingana na msemaji wa familia Ngari Gituku, serikali itahusika pakubwa katika mazishi hayo, ikiwa ni pamoja na kuwa hiki ni kipindi ambapo kamati mbalimbali zitakazohusika zinaendelea kubuniwa. Carol Nderi, KTN, kaunti ya Nyeri.